Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo karibu kwenye sehemu ya pili ya stori yetu ila usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu pendwa Typhoon Film TZ baada ya kufanikiwa kumpindua milton obote mwaka 1971 idi amin dada aliingia ikulu kama mtu aliyekuwa na nguvu shauku na tamaa ambazo zilikuwa zimekuwa ndani yake kwa miaka mingi kwa macho ya wananchi wengi wa uganda wakati huo amin alionekana kama mkombozi mtu jasiri ambaye angeleta hali mpya ya usalama na uzalendo. Lakini kwa wale waliomfahamu kwa undani, walijua kwamba utawala wake mpya ungekuwa kama bahari yenye mawimbi makubwa isiyotabilika na yenye uwezo wa kumeza maisha ya wengi. Amin hakufika madarakani kwa bahati. Alikuwa amejenga mtandao wa watu waliomwamini, haswa kutoka jeshini, kundi ambalo lilikuwa na nguvu kuliko taasisi yoyote Uganda alijua kwamba mamlaka haipatikani bure, bali inajengwa kupitia nguvu za kijeshi, hofu, uaminifu wa karibu wa watu wachache aliowaamini bila masharti. Wakati alipoingia ikulu, alijiona kama shujaa aliyekuja kuokoa Uganda kutoka kwenye kile alichokiita udikteta wa Obote, lakini kilichokuwa kichwani mwake hakikuwa tu kuongoza, bali kutawala. Amina alianza utawala wake kwa spidi ya ajabu, alitangaza fungwa kwa baadhi ya makambi ya jeshi yaliyotumbiwa kwa ukatili, ingawa baadaye aliyasogeza tu chini ya ardhi, kuachia wafungwa waliokuwa wanaonekana ni wa kisiasa, hatua iliyowashangaza wengi, kujipendekeza kwa mataifa ya nje, hasa Uingereza na Israeli, wakiamini atakuwa mshirika wao mpya, lakini ndani ya miezi michache tabia halisi ya Amin ilianza kujitokeza. Macho yake yaliyozoea kuona vita yaliendelea kuwa na hisi ya mashaka na hofu ya wasaliti kila mahali. Ndani ya muda mfupi, watu waliowahi kumsaidia kupanda juu ndio waliokuwa wa kwanza kunyongwa au kutoweka. Idi Amin hakutaka kuwa rais tu, alitaka kuwa mtu asiyesahaulika duniani. Alijipa majina marefu kama His Excellency President for Life, Field Marshal Alhaji Dr. Idi Amin Dada, VC dso mc lord of all the beasts of the earth and fishes of the sea. Kwa mtu wa kawaida haya yalionekana kama mzaha. Kwa Amin ilikuwa ni sehemu ya kujitengeneza kuwa simulizi hai. Amin aliwaheshimu sana viongozi wa Afrika waliopinga ukoloni kama Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Gamal Nasser, lakini tofauti na wao, njia alizotaka kuonesha nguvu zilikuwa kali. Wakati mwingine alikuwa akitoa kauli za ushujaa ambazo zilipendwa na raia wa kawaida, kama kupinga ukoloni wa Afrika ya Kusini. Lakini ndani ya nchi kwake, mambo yalikuwa tofauti kabisa, alikuwa akizidi kuongeza ukandamizaji. Mnamo mwaka 1972 Amina aliingia kwenye hatua mpya ya utawala wake, kipindi ambacho wachambuzi wa historia wanakiita the year of fear. Ndani ya mwaka huo, mawaziri waliokuwa karibu naye walikamatwa ghafla, wakuu wa majeshi walitoweka bila maelezo, wafanyabiashara walikimbia nchi kwa voga. Amin aliamini kwamba wale waliokuwa na elimu kubwa, haswa kutoka makabila mengine, walikuwa tishio kwa utawala wake. Hivyo jeshi likawa chombo chake kuu cha kutisha na kukandamiza. Wakati akiendelea kujenga taifa linaloongozwa na wenyeji, Amin aliamua kutimua takriban watu elfu hamsini wenye asili ya Asia, wakiwaita wabaya wa uchumi. uamuzi uliitikisa dunia na kuharibu uchumi wa Uganda kwa kasi ya kutisha. Kwa wananchi wa kawaida, hii ilionekana kama hatua ya kizalendo kwa uchumi wa Uganda ulikuwa miba mkali uliodumu kwa miaka mingi. Amin alikuwa mtu akitendawili. Wakati mwingine alikuwa mkarimu kupita maelezo, kila alipokuwa akitembelea wananchi, alitabasamu, alicheka na kuonekana kama mtu mwenye moyo wa watu. Lakini nyuma ya ukarimu huo, palijificha mtu ambaye alikuwa akikataa kusikiliza ushauri. Aliamini kila mtu anataka kumpindua, alijiona kama mtu wa mkono wa chima. Sehemu yetu ya pili inafika tamati, ambapo Idi Amin anaingia kwenye kilele cha mamlaka, akiwa ameshika ufunguo wote wa Uganda: jeshi, mahakama, uchumi, ulinzi na hofu ya wananchi. Lakini kilichokuwa kinafuata ni kipindi cha giza kilichotikisa Afrika nzima. Sehemu ya tatu itazungumza ukandamizaji uliokithiri, vita dhidi ya Tanzania, mauaji yaliyotikisa dunia ndoto makosa na mwisho wake wa kusikitisha. Tukutane kwenye sehemu ya pili, na usisahau kusubscribe kwenye channel yetu pendwa Typhoon Film TZ. Asante.